Mwalimu Justin, uh, wewe ni social entrepreneur. Mm. Mjasiriamali wa kijamii yes. Unapokuwa katika vazi hilo mm, kuna nyakati za furaha mm, na mafanikio mm, lakini kuna pia nyakati za changamoto na vikwazo mm. Sasa tuambie, wewe unadumishaje imani na nguvu zako za, za ndani mm, wakati unapokumbana na changamoto kubwa mm, zinazokaribia kukuvunja moyo? Um, cha kwanza mimi ambacho niko nacho hususan ni kwenye kazi zangu nakipata kutoka kwa mwalimu wangu mmoja anaitwa TD Jakes. ah, yule. Pastor TD Jakes. ah, Actually, okay. Sasa hivi ni Bishop TD Jakes. yes, yes, yes, yes. Uh, TD Jakes. Mimi ni shabiki wake pia. eh, mimi ni mwalimu wangu. All right. eh, mimi ni mwalimu wangu wa muda mrefu uh -huh. Yeye anasema kwamba situations mbalimbali zinakujenga kwa ajili ya hatua inayofuata. Moyo wangu umekuwa rahisi sana kubeba. Mama yangu aliniambia, mimi kinachonisaidia ni mwepesi sana kuachilia, to let it go. Kwa kwamba nisingekuwa mwepesi kuachilia, unakuta kuna mradi umeufanya umeuwekezea miaka minne. hmm. o uendelee na mambo mengine mm -hmm. umefanya mradi umewekeza, you have to move again mm -hmm. E, kwa hiyo kinachonisaidia mimi ku, kuwa resilient kuendelea kwenda mbele bila kuwa na hofu yoyote ni hicho hicho. mm -hmm. Kitu kimenikana, ninamwambia kila mtu kwamba it is not a thing Jackson anasema mm -hmm. but it can lead you to a thing hicho kinawezekana, sio kitu ambacho kilipaswa kuwa cha mwisho mm, lakini hicho kitu kilipaswa kumbe kukupeleka kwenye hatua inayofuata. Mm. Mimi nimehakiki kabisa, hata jana nilikuwa naongea na mke wangu usiku kwamba mambo mengi ambayo mimi nimepitia katika situation mbalimbali, nikikaa nikireflect, nasema uimara wangu nilionao katika hili nimeupata pale naweza hata nikautress. Yes, sure, lakini kwa kuwa binadamu anakuwa anapitia maumivu, ni ngumu kuona kwamba ile ni sehemu ya kujifunza eh, zinazoumiza eh, lakini mimi nimekuja tu kuconclude kwamba, na sasa hivi niko conscious kabisa kwamba hata kama nimepitia kitu, naanza kujiuliza maswali. What are the takeaways from this? Hmm, nini nichukue kama funzo kwenye hatua yangu inayofuata kwao unakuta ni funzo tu, kwa sasa kwangu mi